Asubuhi ya leo ndani ya Tubonge, jamani, nitaka Alright. Tuanguke na hii stori ambayo inaendelea pale Mediheal. mm -hmm. mm, tumesikia kwamba kuna baadhi ya Wakenya ambao wamehusika katika maswala yote ya organ trafficking. mm -hmm. na tukakuwa tunajiuliza maswali. yes. What can lead somebody to go to that direction. mm -hmm. na tukagundua kwamba pale kuna exchange of money. mm -hmm. hela pale ina, ina, ina, ina, ina shika mkono pale. yeah. na kisa nikajiuliza jamani. mm -hmm. wale ambao walishughulika katika hiyo issue leo wamewekwa paruanja. mm imejulikana yeah, lakini hakuna siri ambayo inaendanga kaburini jamani, mm -hmm. Wakenya wamekuwa wakikashifu wenzao, mm, lakini nikuulize, is there anything that you, you have done secretly kisirisiri in exchange of money? Wenzako wameenda Paulo ametransfer maswala yote ya kidney mm. Mnanyosha kidole yani ikikuwa iki, mbaya ndio anakuja anafunguka mm. Lakini angekuwa labda amelipwa yake milioni ngapi? Na, na tusingejua yule aliyeshikwa Vietnamu ndio asingeshikwa. Mambo akienda kiviongo. Hata ukiangalia kwenye siasa, mtu akiiba huwa ni yeye peke yake mm. tajiri, lakini akishikwa ndio oh, mtu wetu oh, mm. yeah, yeah. mm. so kuna vitu ambavyo watu vifanya chini ya maji hata vingi ni haramu na ni vibaya, ndio. Lakini mpaka akikamatwa ndio, uh, oh, lakini bila hivyo, so everybody does something bad, anafanya ndio, kuna kitu kibaya. Wewe ufanya cha kutaka cha kutengeza do, ukitaka usiseme jina lako wewe, kaba sema tu tubonge, jamani, mimi nilifanya hivi na hivi na hivi. Eh. Kwani uko nini? Ndio nipate hela. Ama tuanze na zuli. Eh. Tutamaliza kipindi. Okay. Hello. Yes, inakuaje Tatu Sure? Fiti kabisa. Fiti kaka uzu, hato, usiseme jina, kaka. Kaka hata sitaki kusema jina langu lakini mimi ehe, nishaitumika kufanya uhalifu fulani hivi nikaingiza kipita kidogo hivi cha hela, kama ngapi? Kama ngapi hivi uh, mia moja hamsini elfu. Uhalifu gani huo? Uh, singependa kuutaja lakini ulikuwa uhalifu wa kusafirisha mizigo fulani sitaje jina. Inakuaje? Wassalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ile timu ni mbaya. Yani wema, uh -huh. Uh -huh. Asa mimi ni pale shuleni, pale ndio mm. Kuna wakati tulivunja canteen. Unajua canteen ilikuwa <laughs> shule nikitafuta, kuna wa <laughs> mikate huko na pesa bwana, ile shule kuna wakati bwana, hatukuwa tu tumeshiba <laughs> Sasa tuko, by the way, ilikuwa mixed school hey. Mm sitahitaji lakini like pande za Kakamega. Kakamega bwana, lazima iwe huko mpigo tena zaidi. Tuko mbele pamoja, hii pia maisha ifanya. Eh, eh, ai, ehe. Hello, hello maisha, yes. Sustaje jina eh? Mimi mshai tabu, walifungina vijana wengine eh, ya wizi ya ngombe. We tuko mbele, uh -huh. pamoja we <laughs> Eh, watu wamefanya mambo, yes. <laughs> Yes. Ah, amepotea. Hello. Hello, yes. Mami. Uh-huh. Hello, upo kweli kidogo, ni kama yuko mbali pale siki moja ya mwisho. Hello, nomba okay. Pase sauti tafadhali. Salama, salama. Sana, umepoa sana. Hemo ungeza sauti kidogo tukupate ndugu yangu. Haja kuwa vizuri. Anyway, man, rio. Ndiyo. What is that thing? Jamani, situ mesema kutaja majina. Ah, usitaje jina. Lakini simu nanijua. Eh, sema. Ama okay, tuambia ile ya rafiki yako. Si ya rafiki yako. Ya rafiki yako. Acha waifanye nini? Eh. Bana, huyo jamaa huyo. Huyo simtaje jina. Sio? Alikuwa iko mwani wakati fulani, e, ana mbele, ana nyuma e, yes. Akaambiwa e, tuma picha e, tuma picha in exchange of maukoto, akatuma, atuma. Aka picha ya nini yake, oh. Akiwa tu e, hivyo hivyo, Kenya army <laughs>